Mambo ma vipi? Mambo mengine. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Ah, Tutachafuturu saa hizi. Kwa jina naitwa Mangia, mwanachama wa Simba tawi la Chui, Temeke. Tawi la Chui la kwanza elfu moja mia tisa hamsini na saba. Natoka kuangalia mechi ya Simba Queen kafungwa, kapoteza mchezo. Akiba la ligi inaongoza yeye. Yanga Afrika ilikutana mara kumi na Simba Queen. Simba kashinda mara mara nane. Yanga kashinda kashinda mara mbili. Hii mara pili kushinda Yanga. Ni maajabu sisi kushangaa kushangilia. Mashabiki wa Yanga wengi sana wanaona wataki bodi ya ligi wanaingia uwanjani leo KMC. Oh, oh, hmm. <laughs> so, na bodi ya ligi hiyo wengi mashabiki wangu wa uwanjani ligi Bodi ya ligi wenye mamlaka kualisha mchezo au mechi hakuna. Leo yule unakata bodi ya ligi kama nani? Bodi ya ligi. Kuna shida hapo. Mashabiki watafakari wa wa sana wapi wakija uwanjani. Yeah. Shida ilikuwa wapi kwa Simba Queens kupoteza mchezo. Simba Queens? Eh, maana mlitawala vizuri kipindi cha kwanza lakini kipindi cha pili Simba Queens akafanya yake. Ah, kuna mchezo kuna mambo matatu: kufungwa na kushinda ku draw. Simba kacheza kipi cha kwanza au ya pili? Kipi cha kwanza kacheza vizuri sana, kakosa magoli mengi zaidi ya matano. Kipi cha pili karudi, Yanga kapata chance ya kwanza, ndio chance ikampa pointi tatu Yanga Dang African. Ni mchezo nampongeza mpinzani, kacheza vizuri, kipi cha pili kapata pointi tatu. Makosa yatokea, bahati mbaya, kipi cha kwanza kukosa magoli mengi, au itegemea ni. Ni, ni afu ya pili watapata matokeo na sasa Simba na Yanga Afrika, nikapata matokeo aii, mpongeze mpinzani wangu kafanya vizuri. Jana umesikia kauli ya Haji Sande Manara, baada ku kumwambia rais Kalia kwa kauli yake aliyoitoa, akamwambia kama vipi wakacheze sinema. Ni kauli ambayo Haji Manara amemtaka rais wa TFF rais Kalia aombe msamaha klabu ya Young Africans. Kwani Haji Manara kwenye klabu Yanga kama nani? Ni mwanachama klabu ya Young Africans, mwanachama kama mimi

a mechi kamishina hakuna lazima, nakuingia mlango mkuu Yanga Jumamosi kaingia mlango panya, kafungulia nani mlango uwanja akazusha mechi, hakuna kwa danga Afrika. Kuna shida sana, kwanza uongozi wao una shida, Africans una shida eh, uongozi wao mzima, kwa uongozi wao abii alitafakari, ndo maana walisikia akaambia hivi, wanasema bodi ya ligi ijiuzuru, kwa kosa gani? Akaambia hivi, nyewe uko vizuri

Yanga kwa anasema wanataka alama tatu na magoli matatu, lakini Young Africans, bodi ya ligi kwa wajibu, ana alama tatu na magoli matatu, ni kitu ambacho <mucho mucho> Young Africans ameandika barua kwenda CAS, mahakama shirikishi za michezo mwaka gani?

na kala hiyo ya kuharibishwa mechi wanayo hapana. <muchilis> bodai kampa mechi hakuna, unakimbilia una wapi? Wenzetu wana shida sana, siokeba mpira ile leo nikeba siasa. <muchilis> Asante.